Kutoka ardhi ya ndoto tunainuka. Nephew anawasha anga Zone Yetu hai. Woo, woo, woo, woo, woo. Nephew, mambo vipi sasa? Leo bana, nakuja kuongea tena na vijana wangu, ladies and gentlemen, yani, leo na topiki moja mtaipenda, lakini kabla sijaendelea, naomba kwanza niwapeni update za One Africa. Sasa One Africa wamenipa leo habari wa kwamba wanachukua application kwa watu ishirini tu, 20 tu. Kama kwenye face yao sasa hivi. Na una vigezo viwili tu vikubwa, wala sio vikubwa sana. Cha kwanza, lazima uwe na Android kwa sababu uh, wano inaanza kwanza kwanza kwenye Android. Sasa kama una Android, nenda kwenye kipengele cha pili. Cha pili ni kwamba ni lazima uwe na followers at least elfu tano katika social media. Sasa, uh, watu, uh, watu ishirini wanapatikana. Sasa wewe kama hivyo vigezo unavyo na kuomba kama unataka watu wa kwanza kabisa mwe una, unalinga na wana screenshot hiyo proof ya kwamba una watu 5000 na kuendelea na kweli una Android, naamini unayo, then naomba uitume hiyo kwenye simu yangu. Unaweza kaipata kwenye Zone Yetu.com au hapo kwenye screen yako hapo, utapata maelekezo ya wapi unaweza kupeleka, kuna information utazipata, utatafuta, utatuona. Sasa basi, naomba niendelee na mambo yangu ya leo. Leo nataka nikuambia kitu fulani, kwamba kuna sehemu hizi tatu ambazo watu wengi sana wanapenda kuchepuka. Hizo sehemu zifikirie na zikumbuke tena. Sehemu ya kwanza makazini, <gazini> makazini. Sasa wewe, kama una mpenzi wako nyumbani, nakwambia hivi, kuna watu huko kazini huko wanampenda hivi na we mpendi nyumbani, rafiki yangu, utashangaa, naanza kuwa naonekana vizuri, ananukia, mara akafanya hivi, mara akatengeneza tena nywele, mara oh, napika losili wao, nikija sitaki kula. Kuna mtu kazi yupo, mm -hmm. masaa nane hadi nakuendelea, wapo, wanapiga na mpenzi, wee hujui chochote, wapo. Sasa sehemu ya pili <laughs> majirani, ndugu yangu, majirani, ishi na watu vizuri, sio vizuri sana, awanajaakuja katakata majani hawa, waangalia hao wa. Wadai kuja kugundua gundua, kinaendelea nini yo, mara kuna zawadi nitakuletea nini wa, na nini. Waangalia hao watakuja kukuchukulia mwenza au wewe, wao tu. Ila wao wanakuja kufanya yao wa, wakati wao upo. Yaani, hayo mambo kwenye ndoa, tendaneni kweli kweli, yani kwa sababu kuna watu wengi wana wanadoko doko hey, sasa subiri ni kumalizia sehemu ya tatu sasa. Hiyo <laughs> ndio tachoga kabisa. Makanisani. Hey, hey, kuna sala, sio ya saa ngapi? Unakuja, njoo. Hebu mm. tuende kumtembelea mgonjwa fulani, vipi, unaenda twende? wabaya hao wengine, wanakwaya wanakwaya, wale wabaya tena wanaitana majina kama utani utani, wewe huko tu unashangaa shangaa shanga. Sasa mi nakwambia nephew, bwana, hao watu wachunge kweli kweli, yale masao na wakaa nyumbani na mpenzi wako umpende kweli kweli aise, kwa sababu hawa dokozi dokozi hawaishi. Nakwambia tena wu, nephew, subscribe, naomba unifollow siku nyingine.